Unamchukua mtoto wa miaka mitatu, unalala naye, utapata hela wapi? Wewe rofa tu, siku nyingi utaendelea kuwa na rofa wako. Huo unawaharibu watu, watu wanazungumza oh, maisha magumu, maisha magumu. Mama Samia na miaka mitatu katika utawala wake, wanasema maisha magumu. Mwalimu Nyerere katawala, wewe ulikuwa na hela ngapi? Katoka Nyerere, kaja Ali Hassan Mwinyi, wewe ulikuwa na hela ngapi? Ali Hassan Mwinyi kaongoza, katoka, kaja Mkapa, wewe ulikuwa na hela ngapi? Mkapa katoka kaja Kikwete weugonashinga Kikwete kaondoka kaja Magufuli weakanashinga hii miaka mitatu nasamaisha magumu maisha magumu, tangu maisha magumu zamani. We una mpango wa kutengeneza hela mjini hapa, hata ashakabadilika <laughs> Wewe na mume wako mmetoka minyatu mmetoka tamtalamba mmekuja mjini hapa, umemlisha vizuri, mumea anakala vizuri, ananepa, usiku ana koloma. Hiyo sio kero? Mbona asubuhi <laughs> kero zinapungua. <laughs> Mimi nawashukuru sana weni viongozi wa serikali ya mitaa mwera, yuko vizuri, yuko vizuri kwenye mtaa wake, anaendesha vizuri katika mtaa wake Uchaguzi ndio huo unakuja mwezi wa saba kujiandikisha. Sasa mimi sikwambii, na wala simwambii sana wewe, tulia. Ukitaka kujaribu, siku zote maji yanajaribiwa na mti. Ukijaribu na mguu, tutakusikia uko Msongola na Ilala alishakutoa. Kwa hiyo siji, wananchi, tunakejesha vikao mjooni msikie taaluma, msikie elimu. Daktari anasema nini? Askari polisi anasema nini? Mwalimu anasema nini? elimu inasemaje? hali ikoje? Sasa ni jana mwalimu mkuu alikuwa anatoa taarifa ya, ya mabadiliko ya mtaala. Zamani kabisa watu walisoma darasa la kwanza mpaka la nne, ndio ilikuwa elimu ya msingi. Ikaje ikawa darasa la kwanza mpaka la ngapi? La nane. Ikaondolewa ikawa darasa la kwanza mpaka la ngapi? La saba. Kuanzia mwakani mtaala unaokuja kuanzia la kwanza mwisho wa sita. Sasa usishangae, ndio mabadiliko ya dunia hayo. Sasa unataka kushangaa sasa kwenye kikao tunapata taaluma, tusikilize taaluma inazungumza. Leo polisi anazungumzia habari ya ulinzi, mtu anachachamaa kabisa, wewe unaza habari ya ulinzi, sisi ndio ndio jambazi wewe? Mambo mbona ndio ndio jambazi jambazi. Mwenyewe kukutana na polisi kuna mechi, wewe unajilinda, sisi wenyewe wengine tunajilinda kwa sababu tunaibiana simu, tunapigana roba, tunapigana chabu. Wewe una stare ndani, mgeni na stare nje, anakutizama fukuza! <laughs> ndio kinachozungumzwa na watoto wetu ndio wamefika mahala, wao wanachangia kwa kiasi kikubwa kuifanya hali ilivyo katika kukabana kabana. Kwa hiyo polisi wanapozungumza hali ndio imebadilika sasa, hali imebadilika ili jiji hapa Chanika, kama ulizoea wewe mjini hapa jiji ndio maana wamesema kimwede tumtoe na tunamtoa kwa sababu ya uzaji wa takataka. Sawa, lakini takataka wewe utalipa. mwanao akaenda shule shuleni ni kula na kaela chakula utalipa, ulinzi wa sungu sungu wewe utafika mara utalipa, ukinunua umeme ruku wewe utafika mara utalipa. Hili jiji kama wewe unaona hapa Dar es Salaam pana zogo, Dar es Salaam hapa jakaa vizuri. Kama unaona joto wewe, nenda na koilinga saa hizi, kama wewe shati hujavaa matatu. Kama hapa Dar es Salaam kuna joto, nenda Ilinga hapa jiji la Dar es Salaam watu wengi wanakuja hapa. Uzuri uko hapa uwanja, uwanja wa ndege uko jiji la Dar es Salaam. Uwanja wa wa, wa wa taifa uko jiji la Dar es Salaam. Makao makuu ya Ikulu hapa ndogo iko Dar es Salaam. Makao makuu ya Chama cha Mapinduzi iko Dar es Salaam. Soko kuu liko Dar es Salaam. Vilabu vikubwa vya Simba na Yanga iko Dar es Salaam. Uwanja wa ndege uko Dar es Salaam. Foleni kubwa iko Dar es Salaam huku kuna utamu, kila mtu anataka kuja huku, ndio maana foleni asubuhi inakuwa kubwa. Nenda naenda kwa aa, kuna foleni ukitaka kwenda nyumbani kwako. Ndio maana hata polisi wetu po hapa wa mjini wanakuja hapa, lazima wawe kidigitali zaidi, kwa sababu hapa jini. Sasa kama umekaa kama umekaa ya kijijini, ukiona hapa mambo ya mjini yamekushinda Fanya mipango, tokomea vikumburu. Ukitoka vikumburu huko, nenda Marui, nenda Rufiji, kapumzike. Hakuna kulinda, hakuna kufukia takataka, wewe toka taka zako choma, hakuna atakayekuuliza ni wale. Moshi utatoa wastani, kwa kupeka mahindi kupata moshi, ndio mbolea hapo. Ukichoma takataka unakamatwa, ukifukia hapa takataka ina hapa, jamani, jiji. Kwa hiyo mwela, mimi nikushukuru sana. Ukicheza ngoma kwa bila kibali, hapo unakamatwa. Hapo unacheza ngoma na kibali na kibali chenyewe ukikata na polisi wanakuja, nenda huko miatu, nenda huko usiji wapi. Kiwa kacheza ngoma utamwona polisi atamwona mgama, hakuna huko, tumetulia swali hapa mjini ukiona maisha hapa we magumu, apa we fanya fanya fakata tiketi taratibu, ondoka kama umetukamala. Ukilipia ruku yako umeme ukilipa unakatwa na kodi ya nyumba, nenda kimbinyiko, kakae ukaisha kibatari, umeme ya ukati utalala bule kwenye nyumba yako. Kwa hiyo leo ukija kwenye vikao <tien> hivi ubadilike hapa mjini, hili jiji ndo maana lina mabadiliko. Sisi ndo wasimamia waduka wetu, tunawashukuru viongozi wetu wamefanya kazi vizuri. Wanaosema maisha magumu unategemea changa zako kwa unachangaje nchi hii haikuzui kuzaa. Ukitaka kuzaa watoto wawili za, ukitaka kuzaa watoto watatu za, za. Ukitaka watoto ukita sita za. Uke... Sasa wewe umekula pelege mmoja na kichele yako kilo tatu mama mwali lete una watoto sita au maisha magumu? Za kwa mpango. Nenda pale kachukua uzuie mipango uzae kwa watoto nao waweza. Unatangaza maisha magumu, mama mwali lete, kila mtu ana riziki yake, bila kazi riziki itateremka tu hivi utakuja mchele ndani. Kwa hiyo lazima ujue mazingira tunayoishi. Kwa hiyo mimi nikushukuru. Wewe umefanya mkutano leo tarehe tisa. Bado serikali hii inaendelea manispaa mpaka tarehe ngapi? Siku nyingine unaweza kukatisha mkutano kwa na agenda moja mbili, kwa sababu kuna uandikishaji na nini unaweza kufika mahali ukaeleza. Tunataka kuandikisha, haandikishi mtu. Mtu hawezi kupiga kula userikali ya mtaa, kuna daftari la kujiandikisha pale unapokaa. Kwa hiyo imefika mara mwezi wa saba tutakuwa na uandikishaji ili tuweze kuchagua viongozi walio bora, lakini mimi sina mashaka na wewe wala sina wasiwasi na wewe wala hatuna mashaka na wewe kwa juhudi unazozifanya, ila kwa sababu kuna kugombea, kanuni ya kuchagua lazima kwenda sokoni, nazi uzigonge kwani na zinduli uyoni ukiona, simwambia nipe ile kugonga. Ndo achi ya ya ya Mtanzania gonga ganga anagongaia kidisha ganga, kama unapiga marimba, ukigonga kigonga nne unachingisha moja, unaondoka naye. Hata kama kuna nazi sita na nazi, unaona wewe, hii hapa ndo nzuri, tunaanza una tuna unaoka naye tu, unaondoka naye, unaanza kukwambia mtu, hiyo ndo nzuri. Hata si atusemi na wala tuelezi kwamba tunatisha watu na kuwapiga mikwala, hata katika kuchagua ni jukumu lako, lakini tunasema mtaa umetulia, tunasema sisi mtaa wenu umetulia.